Ujawahi kujiuliza wewe, ni mtoto wa ushwani, kwa nini upo Uswahilini? kwa muda unafuta bangi, unataka nini wewe, unataka nini unataka roho yake? Nimepata <laughs> Nime Jessica. Tulikuwa ratiba, uh, uh, na ratibaadeti leo. Jessica, najua hilo. Sikutarajia kama utakuja baby. Usinishike. Nakupenda Bella. Tangu nilivyokuona siku ya kwanza, Jessica amenipanga, nafika kwa hayupo baba. Una maana gani unaposema hayupo kwao? Sio sijara ni bangi. Hayo sio maisha leo. Na mimi nakwambia kwa heshima ya mama sitaki kukuona tena unafanya huu ujinga sijui, unanielewa vizuri? Na lazima uendelee na therapy na yule daktari, na hilo halina mjadala. Utafanya therapy. Nenda kaoge bwana. Samani nilijua ujarudi. Ulikuwa wapi hmm? Awena hivi kweli Rozi kweli ni mwanao ambaye ulimbeba tumboni kwako miezi tisa bwana eh? Kama utaki nilale hapa niambie, naweza nikarudi nilikotoka. Ndiyo, sitaki ulale hapa, nenda hospitali kamuuguze mtoto mpaka atakapopona, ndio ulete miguu yako hapa. Kwenda huko Karibu Mr. Kiel. Karibu kae. Makena. Mbona mmeanza drama mapema namna hii? Tutafika. Unamaanisha nini? Makena. Jessica yuko wapi? Kwa nini amemwadaa kijana wangu Kojaki? Kuhusu deti yao leo usiku? Hivi unataka Kojaki awe mume wa aina gani? Kama unaingilia hata matatizo madogo tu ndani ya mahusiano yake? Makena, mahusiano ya Kojak na Jessica hayapo kwenye msingi wa mapenzi peke yake, bali ni muktadha mpana wa mahusiano yetu ya kibiashara na kisiasa. Najua unajua ninachokimaanisha. Kwa hiyo umekuja kumwadhibu Jessica, au umekuja kutukumbusha makubaliano ambayo unahisi sisi tumeyasahau?

ondoka kuondoka bila kumwona Rose. Bado hajapata fahamu. Usijali mama, hajafumbua macho kabisa. Unaweza kwenda kumuona. Ipo na mudi ndani, mudi ina maana mudi ipo ndani. Kama utanipatia nafasi ya kupendwa na wewe, nitafunua ukurasa mpya maisha yangu kwa ajili yako Rose. Nitabadilika na kuwa mwanaume unamtaka, lakini kama utataka Ndoa ya kijana wangu Kojak na Jessica ina agenda nyingine moyoni mwangu ambayo imekuwako kwa muda mrefu sana, Makena, kama kiporo chetu hakiwezi kupashika basi kijana wangu Kojak na Jessica wataikamilisha hadithi ambayo hatukuweza kuikamilisha kupitia ndoa yao. Hii ndio agenda yangu nyingine. Aha, Makena. Unaendeleaje? Kichwafakidogo? mm. mm. Pole sana kwa sasa, unaendelea vizuri. Kesho Mungu akitujalia, atakapokuja Daktari Naima atakuangalia hali yako. Kama utakuwa sawa, tuzatka tukakuruhusu rudi nyumbani, sawa? Majibu nakushukuru. Asante sana, yetu daktari, no Asante sana. Ah. Karibu Unaendelea. Mbona uko wewe hapa? Baba na sisi wako wapi? Hilo sio muhimu kwa sasa. Kwa sasa ni kuangalia hali yako. Ndugu zako wapo nje. Galozi, mwanamke. Tulikuwa na sasa sana juu yako. Baba yuko wapi? Mimi nimejaribu kulipia gharama za hospitali. Mmeiba ili mnilipie gharama za hospitali? Rose, sio hivyo. Baba akija atakuelezea kila kitu. Nini kinaendelea? Mbona ugeni wa usiku? Mzee Kiwelu alikuwa na kusubiri wewe. Kwa hivyo mnaweza kwenda nje kuzungumza. Makena, kwa nini nje? Uliyekuwa unamsubiri ndio huyo, ukishafika. Kwa hivyo mnaweza kuendelea. Richard, hivi unafahamu ni wapi binti yako yuko sasa hivi? Kwa nini? Yuko date na Kojak. Kojak yake alikuja hapa kumfuata, hakumkuta, ndio maana nimekuja ili nizungumze na ninyi wawili lakini Makena hakunipa ushirikiano. Richard, I'm sorry to say this. Binti yako ana mwanaume mwingine. No, no, no, no, no. Hapana mzee Kiwelu, tayari mimi nimeshazungumza na Jessica kuhusu hili, na hawezi kwenda kinyume na maneno yangu, hawezi. Sasa kama ni hivyo, yuko hapi binti yako. Sikiliza Richard, wewe umefika hapo ulipofika na heshima uliyopewa kwenye jamii ukawa mbunge na sasa unaitwa mheshimiwa, ni kwa ajili yangu mimi na bado na ndoto ya kwenda juu zaidi, kushika vyo vikubwa kwa msaada wangu. Sasa usije ukasahau hilo, usije ukajisaulisha hilo, maana litakugharimu Mzekiwelu. Ishi hapo. Makena, nazungumza na wewe. Kwa nini Jessica hajaenda date na Kojak? Makena nini? Umetoka wapi Richard? Hivi. Unadhani mimi sijui ujinga mlionifanyia wewe na Naima leo mchana hapa nyumbani kwangu? Sasa mwanao akirudi utamuuliza alikuwa wapi. Na kesho nataka Dr. Naima apewe barua ya kufutwa kazi. Nafikiri umeelewa. Daktari Samani, vipi, hali ya mgonjwa wangu inaendeleaje? Mana sio ni kuamka. Kwa sasa inaridhisha. Lakini kuna baadhi ya vipimo muhimu nabidi tumpatie mwenye pindi akiamka. unamaanisha nini kusema kwa sasa inaridhisha? Maana inaridhisha kutokana na majibu nilionayo, kuna baadhi ya vipimo vya damu, majibu yake bado hayajakamilika. Unaweza kuniambia hayo majibu ulionayo? Maana mimi ni ndugu yake kabisa wa damu na ndo naishi naye. Usio na wasiwasi, mgonjwa anaendelea vizuri na majibu ni lazima... Dokta, kwa nini lazima? Ni lazima dokta, kwa nini ni lazima majibu apewe mwenyewe mgonjwa? Na ukiangalia hali yake kama ilivyo hapa, hajaamka na mimi ni ndugu yake kama nilivyojitambulisha. Kwa taratibu zetu tibu. Haturuhusi kukupa wewe majibu. Tutasubiria mgonjwa mwenyewe atakapoamka. Okay, nimekuelewa, asante. Ah, yani hujui moyo wangu umepata furaha kiasi gani baada ya kuona tabasamu lako tena mwanangu. Pole na asante kwa kila kitu baba <laughs> <laughs> uh, uh, lakini mmewezaji, um, kulipa gharama ya wodi. Inaonekana ni kifahari sana baba. Kuna nini ni kwa ni baba? Uh, sio sisi. Aya, ni ni maagizo ya mwishini Richard. Mwishini Richard? Hey. Unaendelea uh -huh aje Rose? Salama, doktor. Mm. <laughs> Sawa. Sawa. Uh, sasa kutokana na majibu ya jana usiku naona kila kitu kiko sawa, lakini nitataka nichukue vipimo vingine kidogo. Hivyo vikitoka ukiwa sawa, basi mi leo nakuruhusu, rudi nyumbani. Asante sana dok Naima, Mungu akubariki. Asante sana dok jamani. Msijali, karibuni sana. Mm, haya. -hmm. Nashukuru. Mi ni waje? Uh, samani. Naomba kuonana na Mr. Richard. Uh, oh. Mm, sidhani kama itawezekana kwa sababu Mr. Richard jana amekabidhi ofisi kwa mtoto wake, kwa hiyo inamaanisha kwamba hawezi kuja tena hapa. Mm, hapa sawa sana. -hmm. Yule bwana anafanya kazi katika hospitali ya Richard Richard, uh, anaitwa Dr. Louis. Kwani vipi? Uh, nilikuwa nahitaji kwenda kuonana naye kwa niaba ya mm -hmm. Liam ili niweze kumwomba radhi kwa kile ambacho kimetokea jana, kwa sababu nadhani bado tunamhitaji aendelee kumtibia Liam. Huko sahihi na hilo ni wazo zuri sana mwanangu. Unakwenda wapi? Sit down. Kaa chini. Siwezi. Wewe, siwezi. Nasema hivi, kutoka uvunje heshima ya meza wala kumvunjia heshima baba. Unanisikia vizuri? Kaa chini. Kaa chini, maliza chai.

Unajua damage ulifanya jana kwenye mahusiano ya familia yetu na mzee Kiwelo. Dad, mimi sijasema sorry kwa sababu ya, ya, ya mzee Kiwelo na familia yake. Ila I'm just saying sorry because sijalala hapa nyumbani. Hivi unajielewa wewe? Dad najielewa. But dad, please, mama wangu nakoja akamsiangalie, dad. Hatuna haja ya kuingilia mambo yenu. Kama utajibievi tunavyotaka sisi, siwezi siwezi kukaa meza moja na wanafiki siwezi kula meza moja na wanafiki. Mimi ni heri niende nikale na wao wenzangu mtaani wanaokula dawa, wana roho safi, marasta wamenyoka namna hii na, na sio wanafiki. Kaa chini, mweshimu kaka yako gani. Haya, kama kuna heshima hata kidogo ambayo imebaki katika moyo wako Kachinumalizi chai. Sina, sina hata yoshima kidogo mimi, sina, mniache, sina, sina. Jesus Christ, My God. I'm sorry, Father. It's okay, don't worry. Simon mwanangu inatubidi tuzidishe maombi kwa ajili ya mdogo wako. Hali hii siyo ya kawaida, maana kila kukicha naona kijana anazidi kuharibika tu. Hali inaumiza sana hapo, yeah. <sighs> ndipo ninapomkumbuka sana mama. hivi <sighs> unaelewa unachokifanya wewe? Mudi unawezaje kumtelekeza hospitalini mtoto wako wa damu tena kwa matatizo yaliyosababisha wewe mwenyewe? Alafu mapema yote hii upo ghetto. Nimekuja kuulizia hali yake, anaendeleaje? Jana nilikuja hospitali nikaambiwa upo naye. Nilishindwa kuja kwa sababu mlikuwa wote. Niambie tu mwanangu, anaendeleaje? Labda wena, kuna kitu ukijui. Nampenda sana Rosie. sana tena kiasi kwamba niko tayari kuacha kila kitu kwa neema ya maisha.